Tunamwomba Mwenyezi Mungu, tunamwomba Mwenyezi Mungu atuamshe salama. Tarehe ishirini na tisa ni kesho kutwa tu, wiki tatu nne zinazokuja. Atuamshe salama wote tuliojiandikisha, tutoke twende tukapige kura. toka tumeanza kampeni Viwanja vyetu vinapendeza sana kwa mahudhurio makubwa sana. Sasa mahudhurio haya yakatoe jawabu kwenye masanduku, wote tutoke kwa pamoja. Mabalozi mlioko hapa, ukitoka asubuhi, hakikisha kwenye nyumba zako watu wote wametoka kupiga kura. Wakuu wa maeneo mbalimbali mbali. Hakikisheni watu wenu wamekwenda kupiga kura. Tukipiga kura kwa wingi, tukinyanyua CCM kwa wingi, wale wanaoitizama Tanzania kwa jicho jengine wataweka heshima sawa sawa, wataweka heshima sawa sawa.